Yani mbili nje sita, ni zoezi la upimaji maji kwa ajili ya uchimbaji wa visima, likiwa na lengo la kubaini maeneo yenye uwezo wa upatikanaji wa maji ya uhakika kwa matumizi ya wananchi, kukamilisha ahadi ya waziri wa katiba na sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo, Dr Juma Zuberi Homera, ya kutatua changamoto ya maji katika maeneo yenye changamoto kubwa kwa kutumia visima kabla miradi mikubwa ya serikali kutekelezwa. Tuwezi tukapata mateso ya maji kila siku mimi ndugu yenu nimeona kwamba changamoto moja wapo kubwa kwenye jimbo letu ni maji, ambayo maji ni tatizo kubwa sana. Sasa suluhisho nimeanza kuzungumza na wenzetu huko wananchi wetu hapa, tuchimbe kisima kila kijiji ili wapate maji safi na salama. Wataalamu wa masuala ya maji wapo kazini, wakitumia vifaa vya kisasa kufanya utafiti za kijiolojia ili kubaini kina na mwelekeo wa maji ya chini ya ardhi kabla ya kuanza kuchimbaji wa visima. Akizungumza wakati wa zoezi hilo katika eneo la Namabengo, mmoja wa taalamu wa upimaji wa maji Mwijage Mohamed Katema amesema kuwa kazi hiyo ni muhimu katika kuhakikisha visima vinavyochimbwa vinakuwa na maji ya kudumu na salama kwa matumizi ya binadamu pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Hili e, zoezi toka tumeanza limekwenda vizuri, na katika maeneo yote ambayo tumepima kwa ujumla tumepata data nzuri. Ni mategemeo yetu kwamba kwa data hizi tulizozipata zitaweza kusaidia kupunguza changamoto ya maji ambayo inawakabili watu wanaoishi maeneo haya. Kwa tafiti ambazo tumekuwa tukizifanya kwenye maeneo mbalimbali ya bonde, zimekuwa zikisaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza changamoto ya maji, ingawa changamoto ya maji bado ipo lakini zimesaidia sana sisi, watu wa bonde, tukishirikiana na RUWASA tumepambana vya kutosha na changamoto ya maji, imekuwa ikiendelea kupungua. Kevin Kayombo ni technician RUWASA Namtumbo anasema zoezi la upimaji linaendelea vizuri, huku akiainisha maeneo ambayo tayari amekwisha kufanyiwa utafiti. Shukuru mbunge kutokana na jitihada zake anazotufanyia kwa sisi wa RUWASA anatusogeza kwa kweli. Tulikuwa na adha kubwa manake, miradi tulikuwa tunataka tutekeleze, lakini muda ule wa kutekeleza serikali ilikuwa inatucheleshea kidogo kutuletea hela. Kwa hiyo hapa mbunge atakuwa ametusaidia sana kutupunguzia adha kwa wananchi. Zoezi linaendelea vizuri. Tume, tumeanza kupita Kitanda tukafata Mageuzi, toka Mageuzi tumefuatia Lumecha, Lumecha tume Tumeenda Msindo, Msindo mpaka leo hii tupo hapa Namabengo. Hii imekuwa fursa ya kujifunza kwa vitendo kwa baadhi ya wanafunzi waliopo katika maeneo yaliyofanyiwa utafiti. Hapa wanaeleza walichojifunza huku wakitoa shukrani za dhati kwa Mbunge wa Jimbo la Namtumbo, Dr. Juma Zuberi Homera. Wananchi wakieleza matumaini yao kuwa zoezi hilo litasaidia kupunguza adha ya upatikanaji wa maji safi na salama hasa katika maeneo ya vijijini ambayo yamekuwa yakikabiliwa na changamoto ya uhaba wa maji kwa muda mrefu. Kwa majina naitwa Bashiru Alilani. Hii kwetu imekuwa ni fursa kubwa kwa sababu uh, ni mara ya kwanza tunashiriki katika kitendo hichi ambacho kunaweza eh, kusaidia kujifunza kwa vitendo vitu ambavyo tunajifunza darasani katika shule yetu. Uhaba wa maji upo ni mkubwa sana, wanafunzi tukiwa tunafuata maji mtoni Dokta Juma Zuberi Homera tunamshukuru kwa msaada huu. Ni hatua ya awali ambayo inaonyesha kuwa tutapata maji. Sisi wanafunzi na walimu, shuru, na walimu wa shule sekondari Namabengo tunatoa shukrani kwa Dokta Juma Zuberi Homera. Jina langu naitwa Ashura Abu Ngonyani. Naona alilipokea ombi letu na kahaidi, pamoja na kuahidi hivi sasa, naona uelekeo upo Wamekuja watafiti kufanya shughuli zao za kuchimba visima. Kwa hiyo hili, sisi tunamshukuru sana kwa kutupokea ombi letu na kutusikiliza. Zoezi la upimaji linatarajiwa kukamilika ndani ya muda mfupi, ambapo hatua ya uchimbaji wa visima itafuata mara baada ya ripoti ya kitaalamu kukamilika. Mimi ni Shehani Mzeina. Kila siku. Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujalia. Foti Johanna Deke and Nas ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nasal School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369